Mama Maria, mama wa wote. Ni mama yangu, ni mama yako pia, ni mama wa maskini, ni mama wa tajiri, ni mama wa kila mwanadamu. Leo ni siku ya pili kati ya siku kuu tatu za kilele cha kampeni ya Kapu la Mama, yaani Triduum. Je, jana ulipanda ngazi mpaka wapi? Jana ulifikia wapi? ulipambana kwa namna gani kuhakikisha jimbo lako linafanya vizuri katika kilele hiki cha kampeni ya kapu la mama? Mtoto wa mama, Waswahili wanasema kazi asubuhi, jioni ni mahesabu ni kualika kwa pamoja siku ya leo ikiwa ndiyo siku ya pili ya Triduum tuungane kwa pamoja kupitia mia moja mia mbili wenye money box, wenye akaunti za benki za Radio Maria Tanzania tuhakikishe lengo la siku ya leo linatimia. Lakini pia kama tulibaki na deni jana katika jimbo letu, basi tuhakikishe lile deni tunalifukia na tunaanza siku ya leo vizuri, ili tuweze kukamilisha lengo letu la kapu la mama la kitaifa la bilioni moja na milioni mia nne. Haba na haba hujaza kibaba, ya kwako kidogo, ya kwangu kidogo na ya fulani kidogo, tukiunganisha tunalijaza kapu la mama na tunamvika mama yetu Maria taji ya ushindi katika kampeni hii ya kapu la mama 2025. Mwenyezi Mungu akubariki uingiapo na utokapo.